Ni mwezi ambao madhehebu ya kishiha yanakumbuka kifo cha binti wa Mtume Muhammad Fatima al-zahra. Mtume anasema Fatima tun bid'atu minni. Ndiyo, ni shahidi anayetajwa kama kielelezo cha wachapakazi wanawake. Utamwona Fatima amekamilika engo zote, kwenye uchamungu, kwenye ushujaa, kwenye uchapakazi. Miongoni mwa wafuasi wa itikadi ya Fatima ni huyu nilibebesha ujauzito na mwanao anaitwa Ilham. Mume wangu aliondoka kwenye mazingira magumu, aliniacha katika hali ya mazingira magumu. Aliondoka akiniachia mzigo wa watoto watano ambao ni watoto wake na mtoto wa ndugu yake pamoja na wanangu. Jumba hili ndiyo makazi yake na wanawe. Ni takribani mwaka na kidogo sasa, maisha yao ni tia maji, tia maji. Mwaka na miezi saba sasa tangu ameondoka tunapata chakula mlo mmoja tu kwa siku, au tukila usiku kama leo, kesho tu tunashinda mpaka tuwe labda na chochote tukao labda tumefanya. Nimejipatia kibarua ndio nilikuwa nafanya kumudu familia, hivyo kesho yake ni kitendawili. Japo ujuzi anao, nijifunza katika kituo cha Karwande, chuo cha ufundi, ikaniwezesha kujifunza cherehani, ndio ni fundi nguo mtaalamu wa kusukuma cherehani. Nilikuwa nimekodi cherehani, baadaye cherehani ilitajika nikashindwa kuendelea na ushonaji huo. Katika kumbukizi hii ya kifo cha binti wa Mtume, kwa Ilham hii ni siku ya ukombozi. Kwa sasa kwa kuwa nimepata cherehani ambayo si na kuilipia, itanisaidia kuweza kukidhi mahitaji vizuri, msaada kutoka taasisi ya Desk and Chair wakati unaadhimisha hizo siku basi, ili kuweka kumbukumbu na ili kuwa na athari nzuri, tumeweza kukabidhi cherehani eh, kwa watu kumi na tisa. Hii ni hatua moja mbele ingawa nazidi kukinga mkono kwa waja. Naishukuru The Desk and the Chair Foundation kwa msaada walioniwezesha wa kupata cherehani, ila bado nawaomba wanisaidie mtaji wa kuendelea kwenda mbele. Innocent Aloyce